Na msalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Mufti Sefu, nimealikwa ndani ya TV hii Imara, Imara TV na mimi ni mtangazaji wa Jamal Islam TV. Kwa hivyo nimekuja rasmi kama mwanadini kuzungumzia angalau kidogo masuala ya dini insha Allah. Kwa hivyo nitakachokizungumzia, kwa nini tunafunga, ule uchamungu unapatikana vipi, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala amezungumza akisema, baada audhubillahi min shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ila'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu anasema amewafaradhishieni kufunga, enyi mlioamini, kama watu wa kabla yenu. Anamwambia nani? Anamwambia Mtume Muhammad ili awaambie Waislam kuwa wamefaradhishiwa kwa sasa kufunga, wafunge ili wawe wacha Mungu na ni kitendo ambacho watu wa kabla ya mtume Muhammad SAW waliweza kufunga. Mitume wote wa nyuma walifunga, kwa hivyo na umma wake ambao ni umma wa hivi sasa e, ukawa na wenyewe umefaradhishiwa na wenyewe kufunga, wakajiuliza kufunga kweli tutafunga ni wakati gani, kipindi gani? Ndo Mungu akasema, shaharu ramadhana alladhi unzila fihi alquran huda linasi wa bayinati wal furqan, min alhuda waalfurqan faman shahida minkumu shahra falyasum. Hapo ndo wakawa wameelewa kama ni mwezi watisa, wa tisa wa Kiislamu utapokuwa umeandama basi aweze kufanya nini? Kufunga nitachokizungumzia pa paule ucha mungu ili uwe mcha Mungu, utapofunga utakuwa mpole, utapofunga utajiziiwa na vitu vingi sana ambavyo unajua hivi vinaweza kumkasirikisha Allah tabaraka wa taala, utaviacha. Uliweza kuviacha mwezi mzima nyoyo yako tayari imekusha chukua ritme imeshachukua na nafasi kubwa sana ya kuweza kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Mungu ametubembeleza katwita, akiitumia hurufu za kubembeleza, enyi mliyoamini. Sisi ambao tulioamini ndio tunaitwa tufunge ili tuwe wachamungu. Na vile vile katika kufunga, ule uchamungu utapatikana namna gani? Ni ile njaa ambayo utakayoshinda nayo, kile kiu utakachoshinda nacho. Umekaa kutwa nzima, haukula wala haukunywa, haukusema maneno mabaya. Kila unapotaka kusema maneno mabaya, unamkumbuka Allah, tabaraka wa taala, unaona nisiharibu funga yangu. Unatamani pengine ingelikuwa siku nyingine kinyume na hivi, lakini haiwezekani kwa kuwa ndio imeshafika. Unajiziwia, unasema inni akhafu Allah, mimi ninamuogopa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa niko ndani ya saumu, sitaki niharibishe saumu yangu na we, vile vile pia utamwambia hata na mwenzako sitaki unaharibia swaumu. Tujitahadhari na mambo mabaya, nisiji kuharibikiwa na swaumu. Umekuwa mpole, mtaratibu, mstaarabu, ukazoea mwezi mzima, uko mstaarabu, umejiziwia na kufanya mabaya mwezi mzima, tayari mwili wako ulikushazoea kuyafanya mazuri, kuyafanya mema hapo uchamungu utaupata tu, lazima uupate. Kesho atakuja mwenzako, awe Mwislamu awe asiyekuwa Mwislamu, akikwambia nasikia njaa, nisaidie, ukikumbuka uzito wa njaa, utakuwa mwepesi wa kuweza kumpa. Nasikia kiwi, jameni, nisaidieni maji. Wee, mpe maji mwenzenu, wanywe maji, anasikia kiwi mwenzio hapo utakuwa tayari uchamungu umeupata. Kupitia nini? Ule utaratibu. Allah tabaraka wa taala hakusema tu watu watafunga ni wale ambao hawana. Hapana, na wewe tajiri unafunga, nyama zako ziko hapo, maziwa yako hapo, matunda yako ndani ya friji, lakini yote yako kwenye haramu kwa kuyatumia mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe mja wangu, mwogope Mwenyezi Mungu. Mwezi wa Ramadhani ni siku ndogo za kuhesabilika. Sijasema mimi, ni Allah mwenyewe kasema ayyaman ma'dudat. ni siku ndogo zenye kuhesabilika, ni siku ishirini na tisa kama mwezi au kuandama, basi inakuwa ni siku thelathini. Miezi yote ya Kiislamu ni siku ishirini na tisa inacheleweshwa ni pale kwenye kuchelewa kwa kuandama kwa, kwa mwezi. Kwa hivyo ni siku ndogo zenye kuhesabilika. Tazama, walioanza kufunga Ramadhani leo tumefikia nafasi gani? Wale ambao walikuwa hawakutaka kufunga leo tumefikia nafasi gani? Utasikia tu kesho kutwa laidi inaingia ule uchamungu ambao uliotafutiwa wewe, ambao uko hai ukaweza kuupoteza. Tazama na uweze kufikiria, ni wangapi tumewazika kabla ya Ramadhani. Waliimba Ramadhani, wakaitamka Ramadhani, wakasema jameni, mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja, mimi nitasalia tarawih kwa fulani, mimi nitafanya hivi, nitafanya hivi, lakini wote waliopanga mipango hiyo tayari walikufa kabla Ramadhani, wangine wamekufa Ramadhani na andama kesho leo hivi yaga dunia na ya na, kuna wale ambao wamekufa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na pako, wangine bado wanaendelea wanakufa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huenda mimi na wewe vilevile vile pia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tutamuitika Mwenyezi Mungu, tuyazidishe mema, tuyafanye mema, kwa kuwa kuipata Ramadhani ni kujaliwa wewe na mimi tulimpa nini Allah tabaraka wa taala kusema tuipate hii fursa ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Wewe mja wa Mungu, mwogope Mwenyezi Mungu na umshukuru Mwenyezi Mungu kuona amekupa fursa ya kuweza kuidiriki Ramadhani, kwa kuwa Ramadhani Mwenyezi Mungu mwenye alisema, ni mwezi wangu na malipo yangu nayajua mimi, kila kinachohitajika kila kinacho tayarishwa yaumulqiama, mimi mwenyewe ndo ninayejua, ni siri yangu. Lakini wajue kama ni malipo makubwa sana, mimi mwenyewe nitawalipa. Allah tabaraka wa taala, ayo ni maneno Mungu mwenyewe anamwambia mtume, kwa kuwa swaumu ni ya kwake na malipo yake yeye ndo anayajua. Kwa hivyo, ndugu yangu Muislamu, funga kwanza ili upate uchamungu. Ndani ya uchamungu utapata afya njema, sukari itashuka, mafuta yatayayuka, utashinda vizuri, viungo vyako vitakuwa vimetulia, na nafsi yako itakuwa imetulia, na kila jambo litakuwa salama salimina bila ya kutambua. Ila Allah, tabaraka wa taala, anajua ni kitu gani alichokutayarishia. Mtume anasema sumun tasih, fungeni mtapata afya kwa hivyo ukifunga utakuwa vizuri. Tazama, kila anayefunga anakuwa na mwonekano mzuri wa uso wake, anakuwa na uso wa nuru yenye kuvuta mvuto wa kipekee. Unatazama unasema, huyu tayari uchamungu unaanza kumtazama, uchamungu unaanza kumsogelea. Kwa hivyo tumwogope Mwenyezi Mungu na tumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kuidiriki Ramadhani. Ramadhani mubaraka kwa ndugu zangu Waislamu wote ulimwengu mzima na wote ambao atakuwafuatilia Klip hii ama watakafuatilia kipindi hii cha katika siku ya leo, insha allah Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri na baraka. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.